Mrakibu mwandamizi wa magereza Benjamin Kabisa ambaye ni mkuu wa gereza wilaya ya Ruangwa na koplo Richard Fredrick, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Ruangwa, wakiwa kwenye mafunzo ya elimu ya uraia na utawala bora kutoka wizara ya Katiba na Sheria, wanaeleza namna wanavyotekeleza majukumu yao kuhakikisha usalama unaimarika. Kwa kweli katika wilaya yetu haki za binadamu zimekuwa zikizingatiwa kikamilifu. E, kama ambavyo utaona ndugu mwandishi, ni kwamba matukio mengi ya yakiharifu ambayo kwa namna moja ama nyingine yanachangiwa kutokana na uvunji, uvunjaji wa haki za binadamu katika wilaya hii yako kwa kiwango cha chini sana. Cha kwanza ni usikivu, tulipofika maeneo haya wao kuweza kupanga vizuri na kuweza kutoa elimu kiujumla. Unajua kila sehemu, ukisema usubiri tukio litokee kwanza ndio uweze kufanya kazi, lazima utashindwa. Ila unapofika ndani ya wilaya Ruangwa, cha kwanza ni kutembea kila baadhi ya sehemu ambazo, migodini, mashine za kusaga, ambao wanafanya kazi kusaga kwa kutumia mikanda michache mashine ya kusaga inamiliki mikanda almost minne au mitatu, lakini anaweka miwili kwao. Tunapofika tukimwambia waweze kuweka usalama wazima moto, tunakuta ushirikiano unakuwa mzuri zaidi, na baadaye, baada ya wiki au mwezi, tunajikuta matukio ya moto hakuna kabisa. Mkuu wa wilaya ya Ruangwa Hassan Ngoma, ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama wa wilaya hiyo amepongeza wizara ya Katiba na Sheria kusogeza elimu hiyo kwa watendaji na viongozi wilayani humo, ikiwamo e kamati ya usalama. Kamati ile inafanya maamuzi, maelekezo na usimamizi wa mambo mbalimbali, muhimu kabisa kwenye maisha ya watu. Kwa hivyo ni muhimu kundi hili lielewe kabisa kabisa kuhusu mabadiliko mbalimbali ya sheria na ya e, miongozi mbalimbali ambayo yametolewa, ili tusaidie kwenye kutekeleza majukumu yetu. Ni kundi muhimu sana kwenye mafunzo haya na ni imani yangu sote tumefanikiwa kushiriki wajumbe wote. Kwa hivyo tunapotoka, tutakuwa na uelewa wa pamoja wa kuhusu namna gani ambavyo tunasaidia watu wetu katika kujiongoza. Mratibu wa mafunzo hayo kutoka wizara ya Katiba na Sheria, wakili wa serikali mkuu Joyce Mush, akaeleza umuhimu wa wajumbe wa kamati ya usalama kushiriki mafunzo hayo, kwani vyema wakipata mafunzo haya, hasa kwenye mada ya ulinzi na usalama wa nchi, itawasaidia wao katika kuendelea kutatua migogoro na malalamiko kwa wananchi salama, kwa sababu wao kama vyombo vya usalama tunajua kwamba ni jukumu lao kuhakikisha eneo analoliongoza linakuwa salama na linabaki amani na amani kwa ajili ya wananchi kuendelea kukaa na kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Kuna mambo makubwa mawili yamenigusa sana, jambo la kwanza likiwepo ni matumizi ya sheria katika kutekeleza majukumu yetu, lakini jambo la pili la msingi ni dhana nzima ya kushirikisha wengine, kwa maana ya kwamba ushirikishwaji wa watu ambao tunafanya nao kazi lakini pia ushirikishwaji wa wananchi Jumla ya washiriki 42 wamepatiwa elimu ya uraia na utawala bora kutoka wizara ya Katiba na Sheria kwa wilaya ya Ruangwa.